Amke ananiwa kwa Chidi, kaa hapa, fanya mambo yako ya sanaa na wasanii wenzako, maana pale ilikuwa hodi haziishi. Hapa hapa kazi mjini, mama anafanya kazi ya RAE, akaja huku miaka hiyo, anampisha Chidi afanye mambo yake ya muziki. Sio Chidi peke yake, wanaye wengi wanafika pale, yani kila akilala akiamka, huyu kaja, huyu kaja, akaona, eh, mwanangu nilipofika niwapishe. Mnaona uzito wa huyu mama katika game ya muziki, hasa wanaye wenyewe tukianza kutaja hapa majina hayatoshi. Nadhani kuna mtu hajawahi kufika ile nyumba, ile nyumba, hakuna star unamjua wewe hajawahi kufika, kuanzia wa Bongo Movie, yeah, kabisa, wa muziki wa kurap, muziki wa kuimba mm-hmm, hadi wa mpira, vichekesho, wa vichekesho Mato, Joti, mtu, nani, nani, na noti nani wote walikuwa pale nyumbani mm-hmm, tunapolelewa nyumbani ambapo ukija, eh, una uhakika wa kufanya lolote, lakini iko, njoo nikwambie, uh, kwa sababu tunazungumza na nimesema wewe uzungumze kwa heshima, unajua kweli hakuna mtu ajai ku wachache sana wajai kuingia pale. tukianza tukianza na listi tuwezi kusema na tuanche la familia na familia wote, ndio maana yeah, naona tunda kaja nimefurahi sana wote yeah. Yeah, wakina Kasimu na nani Diamond, uh, Alikiba Alikiba ananifungia saundi kabisa

naongelea mabradha iwayo, hapa mona au wote hao nyumbani, hao mnaelewa. Na listi yaani, sijui nani, naweza kusahau nani. Kipindi ambacho mama akakuachia nyumba pale eh, Ilala hmm, unakumbuka kitu gani ambacho wewe binafsi uwezi kukisahau baada ya mama yako kutoka Ilala nakuja kuhamia huko? Mama marehemu alikuja siku kwa Jumatano tano, kanabana njoo mamangu si atunaga utatibu wa kuitaraga ile kama familia, leo lini kama leo Jumatano nafata Jumatano, dakwa mimi hapa nitakuwa sipo sipu. Mariamu anambia kwa hiyo afu hii nyumba ya babako Mari, nyumba ya babako mimi kukaa hapa inawezekana, lakini wewe, nyumba hii ya kwako, babako alikuachia hii nyumba, kwa hiyo nyumba ya kwako nakuachia wewe, kuanzia kwanzia Jumatano ijayo. Kwa mimi nitakuwa sipo hapa, mwenyee, utajipanga mwenyewe, eh, utajua mwenyewe utafanya, ila nyumba yako Sawa bwana. Basi mimi nikajua baba ataondoka, yani ikaanza kanichanganya. Nimeshazoea mimi, nimeshazoea kukaa na mama, kama wasanii ambao tunajijua, tunakaa na mama zetu. Sio sio, sio kwamba tuchukue eti atujiweze au nini duli hey, brother niko si ndio? Mimi yani hao tunakaa na mama zetu, sijui mtaongeaje, lakini si tumezoea hivyo. Kuna jamna tumelelewa kwa love ya mama zetu unaenda klabu, unarudi, unajua napigwa nikilewa, sinifanyaje? nzuge ndo ka Jumatano mm -hmm. ijayo mama, mm -hmm. ka mama kasepa kesho Alhamisi <laughs> yani, kuna vumbi minakumbuka huku madirisha yao bado mm -hmm madishani kwa mapazia mama, kikaona nini, naenda kule, alafu kama hivyo nakutajia, nakuja hivyo kiabaisa, katoka mama yangu. Kwa hiyo akaona ah, huyu sasa. Muziki maisha yalikuwaje? Maisha yalikuwa magumu kwa sababu uta, bado ujajipata ujia, ujajipata, lakini nikasimama, nikasimama, nikasimama nl mi wasanii wenzangu walikuwa wananichukua kiukweli, yani mimi nilikuwa nashinda mabilikana zikule kazangu, akila niko track, unaona ndugu yetu mkali, yani mdugu wetu mkali, Mwela, mkali, lakini bado magoma ana mimi najua, nilifanya mashindano ya freestyle nakumbuka na Mangwea, mimi kuna namna mimi aeanu kama kuna sehemu naweza kadanganya, sio mbele ya huyu tukatai

Kwa kwa na na kwa, kwa tukapewa si vitambaa vile nakumbuka na nini na nini kwamba na Albert Mangoya. <Loki> Wakati huo Albert Mangoya, hata mimi naja namkubali ya yeah, kwa hiyo haso ilikuwa kwamba mimi mabini haso na hawa kaka zangu wanione na nini wote mkali sawa. Kwa ndo nilianza hivyo kwao, nimeanza kufanya m -m backup na DJ nini D White anapiga pale, anafanya hivyo, anampiga backup. Kwao wasanii wakaanza kuniona mimi, kwa mtu anakuja anabana tunzetu kwenye show, umeona U, ukanifanya nini backup shara kwa fidiku pia fidi alikuepo, na leo nashukuru amekuja kwenye msiba mmoja akasema wote Nilimpa jina mimipoenasikiaji storiono we, huyu alikuwa jita benzino, bilikana benzino. Baada ya pale, akaenda kuamua mwenyewe ajite Chidi Benz, kutoka na benzino. Ni msanii, alikuwa na gazeti The Source Magazine, ni CEO yeye na David Mayes. Ya, nafikiri si sindio yeah. Jina kwanza mi utanipaje jina we bwana superstar, mi na respect ao mabradha nimewakuta, ulikuwa umenijuaje bro, mi likuwa underground sila ngoma Profesa James, Profesa <coughs> <James, tose> mkubwa sana sindio bwana, mi ulinijuaje? Brah ulikuwa mkubwa sana usifanyi mchezo na Profesa James, unajua yeah. si so, umenielewa? <coughs> <coughs> nahisi ole mnaelewane saa <coughs> <coughs> profesa mi ulinijuaje tukabond tukakutana mbali, kanipa jina muongo. Ni mtu mjuzi anaongea na mtu mmoja, anaongea ongea vitu sitaki kumtaja yeye. yeah, alinipa jina mimi. Wewe umetoka Mwanza, mimi natoka Dar es Salaam eh. Vipi umeniku wewe umeni vipi baba? Wewe mimi mkubwa, wewe mkubwa kweli, wewe una miaka mingi kuliko mimi, mimi mdogo mimi, wewe sikuzidi wewe miaka, mimi sikatai hilo kama mdogo wewe, umenizidi mimi lakini uje nipa jina wewe wetu kwa marafiki wapi, baba, ulikuwa unakuja Ilala maskani? Ah, wewe maskani Ilala, ulikuwa uje usi yule jamaa Unaona, na kabisa siogopi hapo. Kwa hiyo talent mimi imekuja waliposema, kipindi nikaangaika nikaangaika nikaangaika nikaangaika, mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo, ndo nikatusua. Na pia na respect, kwa sababu mimi nishazunguka na AY, kumbuka nipeleka mama Nairobi, wapi wapi wapi wapi wapi, Ewa napanda mapipa. Ni respect ilikuwa mimi kwa naheshimu wale jamaa, sio kama walikuwa wananilipa hela, bado walikuwa wananilipa hivyo

Yeah. Mama alikuwa anapokeaje wakati ndio unaendelea kukua na mama

Wale mwambie usija haya anakuja. Ni moja ya love ambayo alikuwa naye kwako. Lakini natamani kufahamu Chidi kipindi ambacho hapa katikati kama katika uliumba afu bibi mkubwa akawa anakuangalia na yeye anakupenda kwa kweli. Lakini uka survive, ukafanya mambo mengi ya kumchukiza na la kumfurahisha lakini kama mama aliyabeba. Unakumbuka siku mama yako aliyosema Chidi nimefurahi sana baada ya kwenda soba na kurudi. Mliongea nini? Lakini mama alikupokeaje? Furaha ma yake ilikuwa mama aliyekuambia nimefurahi sana. So, e yes, kusema mwangu marehemu kashalala hmm. Agu niambia swali hilo mama, utakaa sawa tu basi tosija, mamangu mzazi, takuongea ukweli mama. Mamangu mimi ataki hiyo hmm. Mama, <laughs> mama, eh, ah. Mama. Mama, mamangu simama angu nimemlaza pa, alikuwa anajua wewe mwenyewe utakuja, kini. Si, kini. Kua, e, mama anajua ha, kuna miosho utakuja kukaa sawa tu, siku ambayo Benz mwenyewe ukajiona kabisa nimekaa sawa tayari, ukaanza kutrend kwenye mitandao nguvu kubwa, show kubwa Dodoma kwa mara ya kwanza, ambao umekuja kutoka Dodoma, ndo umekuja nyumbani kwa mama kumtembelea. Sikuja nyumbani kwamaamboniunganishia mimi nimetoka kule naenda Madodoma wapi? Mama sikuja wasi sijaonana naye. Karibia si miezi mitatu. Siku ambayo ulionana naye. Ndio sasa. Yeah. Mambo vipi shwari? Una chakula au wewe? Wewe tukaenda saa haja anambia si mambo yao umeendelea basi. Ah. Basi yani hajai yeye alikuataki hiyo kunionyesha kuna kitu eti mimi nakiona eti. Tatizo hilo. Kwenda kuniambia mama kuona hata kitambo. Uh, unanielewa na hajaona kichwa pia, maana na kichwa, pia ninacho <tipack> <tipack> um, maana na kichwa, miguu uh, ninachosemea mama hajawai kunichukulia hiyo. Yani ushuna ni point yangu tofauti, atakaji kuonesha hivyo, utaacha tu, afa kuisha story nyingine. Hey jamaa amekutana mtu mmoja eti kanambia hivi ni mwanao nani? Mkabaya, basi mkibona, siku basi mkimona siku watu wamekuja wengi. Nashukuru watu wamekuja wengi, wasanii wengi sana waliokuja, wasanii wengi wamenipigia simu, toka ongea ndani toka ongea na sasa hivi alikee sikitika sana alikee, alikwangu anakali sikitika sana nafikiri, na kanaambia yuko Oman sasa hivi, brahe mi niko mbali lakini poleni sana nipo, nikija ntakuona, takucheka, takutembelea, ajasema mambo mengine makubwa sojua. Alikee anakuwa naongeaga machache mbepole sana, hiyo kakushauri, mbao nimeongea kama la mia tano hivi Kutu, mama angu kanishauri kila kitu. Ni kitu gani ambacho unaondoka nacho, eh? Wakati bibi mkubwa ametangulia mbele ya haki ambacho wewe binafsi unasema hiki naondoka nacho, naishi nacho kwa ajili ya kuweza kurespect kile ambacho lazima alikuwa ananipa mama angu. Lazima tujue kuna Mwenyezi Mungu. Tuswali tuwe sawa na tukumbuke kwamba sisi wote katuleta yeye. Kama katuleta yeye, mimi siwezi complain kwa sababu najua nikicomplain ataambia bwana kwani ulimleta wewe huyu? Mimi nimeleta, namchukua. Kwa hiyo si complain sababu pia una muda wako, nitakuchukua. Kwa hiyo tuswali, tuamini kuna Mwenyezi Mungu. Hata uwe nani, kuna vyuma vilikuwa vyuma, jamaa akikwambia leo nakuchukua mchezo ume kwa mimi nachoamini, mama yangu Mungu tukamchukua, sio kwamba ba alikuwa na tatizo so au si mtu akuza mama kaumwa sana <laughs> b aliumwa tu kidogo, kwa sababu so, sana lakini mwenyewe kaamua nimchukue huyo. Sawa bwana. Na we utajijua. Sasa, we utajijua. Una, una, una sasa bwana Rashidi utajijua unaendaje kwenye sasa, sasa hivi tayari ukamchukua yule. Chapa swali la mwisho. Tumwachie Chidi apumzike. Kwa Chidi